Tuelekee kaunti nambari 16 ambapo polisi huko Machakos wanachunguza mauaji ya mlinzi mmoja katika duka eneo la Mumbuni, aliuawa usiku wa kuamkia leo. Mlinzi huyo alishambuliwa na majambazi pamoja na mwenzake ambaye kwa sasa yuko katika hali mahututi hospitali ya Machakos Level 5. Ilikuwa tu asubuhi ya leo ndio tumeamka penye tu tunaamka, tukiingia kazini, tukawapata watu wawili wakiwa, mmoja ameuawa, lakini mwingine alikuwa tu anajifahamu, alikuwa anaongeaongea, lakini hakuwa hali mzuri kwa wakati hiyo. Mmoja amechukuliwa na polisi akapelekwa hospitali na ule mwingine baadaye amechukuliwa kupelekwa mochari, sababu walikuwa wamegongwa na kitu aina ya chuma, lakini kichwa pande ya nyuma. Wale watu wanatekeleza maneno ya uhalifu, serikali haitalala, kakimbizana na wao wakamatwe, na hasa wale wamefanya hiki kitendo ambao ni cha kuhuzunisha sana wananchi. Pia tunawahamasisha tushirikiane na wao kama serikali, wakiona mtu ambaye ni wa tabia hiyo wa ama wanajificha kwa maploti ama mahali popote pale, wanaweza kutupasha habari, tusaidiane kusafisha eria yetu, iwe ya amani. Ile kitu inatudhuru hapa ni mbaya, iko hapa restaurant, huko iko na night club na hiyo night club ndio tunaona kama inajificha hiyo watu wabaya. Kwa hivyo tunauliza serikali itusaidie hapo, iangalie hiyo hiyo mbaya, vile inaweza kuifanya hiyo. Tunauliza na hakuna kitu naokopa tukisema hivyo. Hmm. Maana ni usiku usiku ni mpaka mchana na watu wa moto watu, watu wako hapo, na ukikuta ukienda hapo utakuta watu ambao hawajui kwa hiyo hiyo kitu, na hata shule iko karibu, hata tujui hiyo kitu ilipatiwa license namna gani?